Mamlaka ya bandari TPA mkoa wa Mtwara wamefanya tamasha la michezo ya ndani ya bandari lililohusisha watumishi takriban mia mbili ambalo limeshirikisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, riadha, kuvuta kamba, karata, bao na michezo mingineyo kwa lengo la kuimarisha afya zao kwa kuwa michezo ni afya. Tamasha hilo limeambatana na zoezi la upimaji wa afya ambapo watumishi hao wameaswa kuwa na utaratibu wa kupima afya mara kwa mara pamoja na kufanya mazoezi ili kuendelea kutunza afya zao. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Tafadhali usichoke kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fildi. Frednand Nyati ni meneja wa mamlaka ya bandari mkoa wa Mtwara, amezungumza mbele ya kamera ya Faida Online TV na kueleza dhamira ya kuandaa tamasha hilo ambalo limeambatana na zoezi la upimaji wa afya. naitwa Frednand Nyati ni meneja wa bandari ya Mtwara, lakini pia ni mchezaji wa, wa mpira wa kikapu leo hapa eh, tulikuwa tuna matukio mawili makubwa. Tukio kubwa la kwanza ilikuwa tuna wenzetu waliotokea ofisi ya, ya katibu tawala mkoa kitengo cha afya, walikuja kwa ajili ya kutoa elimu ya afya pamoja na upimaji wa hiari kwenye magonjwa yasiyoambukiza najua pressure, sukari na magonjwa ya na namna hiyo, lakini pia tulikuwa tuna tukio letu ambayo tulikuwa tumelipanga la michezo ya idara, tuna inter intersection. Michezo yote imefanyika kwa mafanikio na matukio yote yamefanyika kwa mafanikio. Ni muhimu sana sisi kama wafanyakazi au wazalishaji kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa salama, na michezo ni mojawapo ya maeneo ambayo yanasaidia kutunza afya zetu. Lakini pia tulichokipata kutoka kwa wenzetu eh, ambao ni wataalamu wa lishe, kimetusaidia pia kufahamu ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka balansi chakula tunachokula kwa siku, ili tuweze kuishi muda mrefu zaidi na kuepuka magonjwa yasiyoambukiza michezo imekwenda vizuri na kila kitu na ile elimu ambayo tulikuwa tunaitaka kuipata tumeipata. Kwa hiyo niendelee tu kuhimiza wafanyakazi wote kuhakikishe kwamba wanazingatia yale ambayo tumefundishwa na wataalamu wetu wa lishe, kuhakikisha kwamba tunakula chakula chenye balanced diet, lakini kwa vile vyakula ambavyo vinasaidia mwili kuweza kutohifadhi mafuta kwa wingi lakini zaidi kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye mazoezi ambayo kwanza anajenga afya zetu, lakini pia anasaidia kudumisha mahusiano baina ya watu na watu, lakini pia viongozi pamoja na wafanyakazi. Kwa hiyo tunashukuru sana. ya Kwa majina, naitwa Kennedy Patrick Mwaisabula, wengi wamezoea kuniita mzazi. Mimi ni kocha, senior coach wa nchi hii na ndio mratibu wa hii michezo yote unayoona iliyofanyika hapa leo. Eh, kwa maana ya kuhakikisha inachezwa kwa ufanisi na kwa ufasaha na kuwakutanisha wafanyakazi, lakini lengo kubwa ni kuwakutanisha wafanyakazi kwa pamoja ili kujenga afya zao, lakini vile vile kufahamiana na baada ya saa za kazi kufanya mazoezi. Mazoezi ni afya, yanalinda nguvu, yanatusaidia kwenye mambo mengi. Kwa hiyo kama unavyoona leo tumekutana na michezo ya kila aina, lakini vile vile, la pili, tunajiandaa na michezo yetu ya Interport Games sisi waga na michezo ya bandari ambayo inashirikisha bandari ya Tanga, Mtwara, Dar es Salaam, makao makuu ziwa na Kiela. Kwa hiyo kukutana kwetu hapa kumetusaidia kupata wachezaji kutengeneza krimu ya wa wachezaji ambao wanaweza kutuwakilisha kwenye michuano hiyo ambayo mara nyingi huwa inafanyika mwezi wa kumi. Kwa hiyo kwanza, tunashauri management ya kwetu ya bandari inayoongozwa na Ferdinand Nyati na Nyati, haya mambo tu tunafanya mara kwa mara. Kwa majina naitwa Edmund Elias Kazingoma, ni katibu wa Bandari klabu. Siku ya leo tulikuwa na bonanza ambayo sisi tunaita ni intersection. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba michezo ni furaha. Tunavyokutana kama hivi, tukishafahamiana, lakini pia tunafurahi pamoja, tunacheza pamoja ili kuweka afya zetu katika hali nzuri, lengo ni kufanya kazi za mwajiri. Tuhakikishe kazi zinaenda vizuri na zinafanyika katika hali ya furaha na amani. Naye afisa lishe wa Manispaa ya Mtwara Mikindani Emmanuel Moshi akitoa takwimu za zoezi la upimaji wa afya, amewasisitiza watumishi hao kuwa pamoja na uwepo wa majukumu mengi wanatakiwa kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi pamoja na kula mlo kamili, ili kutunza afya zao, hali itakayowasaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Moshi, afisa lishe wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Nashukuru, tumekuja kwenye shughuli ya wafanyakazi bandari, tume katika huduma za afya, tumefanikiwa kufanya upimaji wa hali ya lishe tumefanikiwa pia kufanya upimaji wa shinikizo la damu kuangalia pressure za watumishi wa bandari. Tusambamba na hilo lakini pia tumeweza kufanikiwa kutoa ushauri na unasi wa ulishaji kuhusu umuhimu wa lishe bora kwa wafanyakazi wote. kwa katikati ya watumishi 200 walioweza kuhudhuria, tumeweza kufanikiwa kupima watumishi wengine na wengine tunaendelea kuwapima. tumeweza kufanikiwa kupima watumishi 40 kwa mpaka, sasa hivi wengine tunaendelea kupima pale, kati yao kumi na tatu waonekana wana uzito uliozidi sasa na asilimia 32.5, lakini uzito ulio uzito mkubwa sana ambayo ni obesity, tumepima kati ya 40 tumepata kumi na mbili ambao sasa ni asilimia 30, lakini pia tumeweza kupata ambao mwenye utapia mlo ambao utapia mlo wa kadiri ambayo ana uzito wake na urefu wake kidogo kilo zinaonekana ziko chini ambayo ni mmoja sasa na asilimia 2.5 lakini wenye hali nzuri ya lishe tumeweza kukuta watu ishirini na nne sasa na asilimia sitini halikadhalika pia tumeweza kutoa unasii wa moja kwa moja wale waweza kunudulika na matatizo ya lishe kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kusema kwamba ni jambo zuri kwa bandari kuweza kufanya jambo kama hili na inahamasisha hata taasisi nyingine pia katika mkoa wetu wa Mtwara, katika manispaa yetu kuendelea kufanya matukio kama haya, ambayo haya yanaenda kuibua, kwanza mtu anaenda kujua hali yake ya afya, hali yake ya uzito, hali yake ya lishe, na anaanza kuchukua initiative nini cha kuanza. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwa watumishi wa bandari ni kuweza kufanya mazoezi, kuhakikisha wanakula mlo kamili. Kwa majina anaitwa Moses Konrad Komba, ni team captain wa timu ya bandari ya Mtwara kwa idara ya utekelezaji. Sisi ndo mabingwa, sisi ndo mabingwa katika mashindano haya ya intersection. Mikakati yetu katika timu yetu ni kwamba kila mwaka endapo itaanisha michezo hii ya intersection sisi, sisi malengo yetu na mikakati kwamba kila, kila mashindano tuchukue ubingwa wa mashindano haya. Tumecheza michezo miwili, tumeshinda kila kila mechi. Moja, mechi ya kwanza tumecheza tumeshinda goli moja, na tumeingia fainali, pia tumeshinda goli moja, tumeifunga timu ya ulinzi kwa majina anaitwa Beatrice Allen Chinyele ni mfanyakazi wa mamlaka ya bandari, pia ni mchezaji wa netball. Tuna tunafurahi, tumeshinda na matarajio yetu kama sisi tukiwa wana netball kuendeleza mchezo wa netball huku tukiendelea kuitangaza timu yetu ya bandari na taasisi yetu kwa ujumla. Kwanza niwape hongera sana viongozi wetu na ni jambo jema sana kutukutanisha wafanyakazi, kwa hiyo tumefurahi sana Aa. kwa majina ninaitwa Jacqueline Treven, ni mfanyakazi wa bandari na ni mchezaji wa netball pamoja na volleyball na ni captain wa volleyball, na nafuraha kwa kweli michezo mch ni mizuri, inatukutanisha na inatupa chachu kubwa na pia tunajuana Uh, tumeshinda kwenye mchezo wa volleyball. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fildi <mucho>